Mwanaume aliyefanya shambulio kwenye sinagogi mjini Manchester siku ya jana Alhamisi na kuwaua Wayahudi wawili pamoja na kuwajeruhi wengine wa watatu ametajwa na polisi kuwa ni Jihad Alshami Alshami, mwenye umri wa miaka thelathini na mitano, raia wa Uingereza mwenye asili ya Syria. Aliivamia watu kwa kuwagonga na gari nje ya sinagogi la Heaton Park Hebrew Congregation kabla ya kuwashambulia kwa kisu. Aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika eneo la tukio. Jeshi la polisi la Greater Manchester, GMP limesema watu wengine watatu wamekamatwa kuhusiana na uchunguzi wa kile kilichotajwa kuwa ni shambulio la kigaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amelaani shambulio hilo la kigaidi lililotokea katika siku ya Yom Kippur, siku ambayo ni siku takatifu zaidi katika kalenda ya Kiyahudi. Sir Keir Starmer amesema kuwa rasilimali zaidi za polisi zitapelekwa katika masinagogi kote nchini humo. Huku Meya wa London Sir Sadiq Khan naye akisema kuwa ulinzi uta marishwa zaidi katika maeneo ya masinagogi jijini London. Rabi mkuu wa Kiyahudi Sir Ephraim Mervis amesema shambulio hilo la Crumpsall kaskazini mwa Manchester ni matokeo ya kusikitisha ya wimbi lisilokoma la chuki dhidi ya Wayahudi katika mitaa, vioni, katika mitandao ya kijamii na hata sehemu nyingine. Aliongeza kuwa hii ni siku ambayo tuliamini tusingeishi kuiona, lakini ndani kabisa tulijua kuwa ipo siku ingetokea. Kwa mujibu wa jeshi la polisi waliojeruhiwa mmoja alichomwa kisu, mwingine aligongwa na gari, na watatu alikwenda hospitalini baadaye akiwa na jeraha linaloweza kuwa lilitokana na juhudi za polisi kumdhibiti mshambuliaji. Polisi wamesema wanaume wawili wenye umri wa miaka 30 na mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 60 wamekamatwa kwa tuhuma za kupanga, kuandaa na kuhusika katika vitendo vya kigaidi. Msemaji wa polisi amesema kifaa cha kutiliwa shaka kilichovaliwa na mshambuliaji kilikaguliwa na kubainika kuwa haki kikuwa na bomu tofauti na awali ilivyoripotiwa mwanaume huyo jihadi alshami aliingia nchini uingereza akiwa mtoto mdogo na alipewa uraia wa uingereza mwaka elfu mbili na sita akiwa bado chini ya umri wa miaka kumi na minane picha iliyopigwa katika eneo la tukio ilimwonesha alshami aliyepigwa risasi na polisi baadaye akiwa na vitu vilivyofungwa kiunoni polisi walipokea taarifa kuhusu gari lilowagonga watu majira ya saa tatu na dakika thelathini na moja asubuhi siku ya na mara moja wakatangaza tukio hilo kuwa ni tukio la dharura. Maafisa wa polisi waliwasili katika eneo la tukio saa tatu dakika thelathini na nne asubuhi, dakika tatu tu baada ya raia kutoa taarifa. Kikosi cha jeshi cha kutegua mabomu pia kilifika kwenye eneo la tukio. Mashuhuda walisema walinzi wa usalama walimzuia mshambuliaji kuingia ndani ya sinagogi. Video kutoka eneo la tukio ilionyesha askari waliokuwa wakijihami kwa silaha wakimwelekezea bunduki mwanaume aliyelala chini huku wakionya umma kuwa mtu huyo alikuwa na bomu na kuwataka watu wakae mbali. Majira ya saa tatu na dakika thelathini na nane asubuhi, mshambuliaji alipojaribu kuinuka, polisi walimpiga risasi, dakika saba tu baada ya wito wa dharura kutolewa. Waziri mkuu wa Uingereza, Sir Keir Starmer, aliwapongeza maafisa wa polisi, walinzi wa sinagogi na kiongozi wa sinagogi, Rabi Daniel Walker, kwa kuzuia janga kubwa zaidi. Rabi Daniel Walker alisifiwa kuwa ni shujaa kwa jinsi alivyolinda waumini wa kati wa shambulio hilo, Sakea Stama alikatisha mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Denmark na kurejea Uingereza mapema kutokana na tukio hilo, na baadaye alitembelea sinagogi moja. Sakea Stama akizungumza kutokea mtaa wa 10 Downing Street baada ya kikao cha dharura alisema mshambuliaji huyo aliwashambulia Wayahudi kwa sababu ni Wayahudi. ninaahidi kufanya kila niwezalo kuhakikisha usalama wenu, kuanzia na kuwepo kwa polisi zaidi kulinda jamii yenu. Ninawaahidi kuwa katika siku chache zijazo mtaiona Uingereza nyingine, Uingereza ya huruma ya utu na ya upendo, amesema waziri mkuu Stama. Robin Simcox, kamishna wa kukabiliana na itikadi kali, amesema kuwa kuna dalili za awali kuwa shambulio hilo lilikuwa la itikadi ya Kiislamu yenye msimamo mikali kutokana na bomu la bandia alilolivaa mshambuliaji. Shuhuda mmoja alisema maombi yalikuwa yameanza wakati shambulio hilo lilipotokea, lakini Rabbi Daniel Walker, kiongozi wa sinagogi hilo aliyekuwa akiongoza ibada alibaki mtulivu na kuwasaidia kuwaongoza waumini kuelekea sehemu salama. Mwanamke mmoja ambaye alijitambulisha kuwa ni myahudi wa kidini anayeishi karibu na sinagogi hilo alisema kuwa mshambuliaji alipotoka kwenye gari, alianza kuwachoma kwa visu kila yeyote aliyekuwa karibu naye. Mwanamke huyo aliambia gazeti la Daily Mail kuwa Rabbi Walker alibaki mtulivu sana, alifunga milango ya sinagogi kumzuia mshambuliaji asiingie ndani, aliwazuia wote walio wasitoke nje. Ni shujaa, hili lingeweza kuwa baya zaidi. Kamishina mkuu wa polisi katika eneo la Greater Manchester Sir Stephen Watson amesema kulikuwa na waumini wengi ndani ya sinagogi wakati wa tukio hilo. Aliwasifu walinzi wa usalama na waumini waliomzuia mshambuliaji kuingia, akisema kuwa kutokana na ujasiri wa haraka wa walinzi na waumini waliokuwapo, pamoja na mwitikio wa haraka wa polisi, mshambuliaji alizuiwa kuingia. Meya wa Greater Manchester Andy Burnham, alisema leo usiku, mawazo yetu yako kwa familia za waliouawa, waliojeruhiwa, na wale waliopata mshtuko kutokana na shambulio hili la chuki dhidi ya wa Wayahudi. Tunalaani vikali tukio hili. Aliongeza kuwa Greater Manchester haitakaa kimya wakati jamii mojawapo ikishambuliwa. Hii ni Msasa Media.